Wewe unafanya nini hapo bwana unalibia? Mama sinajifunza kusoma. Unajifunza nini? Katafute ya kwako kwa ujifunze. Unataka kufanya kazi ndani kwa mmeka hapa eh? Tumeshamaliza. Mmaliza nini? Tumemaliza kazi ndani. Matatizo ni matatizo yenyewe. Kwa hiyo tupiki leo. Mkaa hamna? Mbona mjaniambia? Jana tulikwambia. Unaambia jana mkaa hamna? Mimi tujue nimekwambia. Ah, hujaniambia bwana. Tukongoki bwana hizo habari. Nimekuja tu nimekwambia. Natumia mkaa vibaya. Karibu, Kari baba. Karibu. Karibu, mama, kuja nikachukue kiti ndani. Ah, sawa. Mimi mgeni kiti. Karibu. Ah, asante sana. Karibu. Shukrani. Mara baba. Shukrani. Mara baba. Za nyumbani? Ah, namshukuru. Karibu. Asante sana. Karibu baba. Karibu baba. Ah, asante. Karibu mama. Ah, asante. Zapa. Nzuri tu. Mm. Ah, tunashukuru kwa sala. Samali, mama. Kuna taarifa nataka niwapatie za okay, kuhusu huyu Chambuso oh, Chambuso anatembea na mke wangu. Subhanallah. Mwanzo nilisikia tu taarifa za watu kwamba bwanaye Chambuso anatembea na mkeo, mi nikaona maneno tu ya mtaani, hawa wataka kukugombanisha lakini nikafanya uchunguzi. Nikaja kugundua kweli Chambuso anatembea na mke wangu. Eh, muiiteo mjinga huko ndani. Kwa Chambuso. Wacha Chambuso. Mama! Yes, ma. Unamjua wewe? Oh. Ah. Ah, simjui wewe mama. Umjui eh? Ah. Amekuja amesoa anatembea na mke wake. Mimi natembea na mke wake huyo? Mama, huyo simjui na mke mwenyewe simjui mimi. Asa mnanchanganya. Wewe unasema huyo anatembea na mkeo. Wewe unasema wewe hakujui. Mimi namsikiliza nani? Mama, mimi wewe mkeo mwenyewe simjui, yeye mwenyewe si mwenye simjui. Natembeaje na mkewe? Chambusso. Eh. Hunijui mimi? Sikujui mzee. Na wewe mkeo wenyewe simjui. Mimi hunijui, mke wangu humjui au sio? Ndio si wajui. Sawa. Mama. Nimekuja kistaarabu. Ndio, baba. Sawa. Lakini kama leo hii Chambusso anakataa kwamba atembee na mke wangu. Sawa. Anakataa kwa sababu mimi nipo. Kaa naye vizuri, ongea naye. La sivyo nitanitafuta. Hapana, baba, usifike huko. Niache mimi niongee naye. Ndio nimekwambia. Nitakutafuta mwanangu. Nitakutafuta, baba, ongea nitafute nitafute na Chambusso. Mimi. Mimi. Na yeye. Mimi mtoto wa kiume na yeye mtoto wa kiume. Isitoshe si vijana. Sawa, tunatafuta. Sa, kama nyama kama, kama nakataa. Nakata. Hatembei na mke wangu mimi. Nitakutafuta mdogo so, wangu. Subiri nikae naye. Sawa, baba nitakupa, eh. Jibu mwanangu sasa vizuri eh? Wewe mbona unyamaza? Mimi vizuri, yule nakwambia, yule nakwambia na yule, na sio kumjua vizuri, vipi yule mchawi nakwambia, ukimwangalia tu mchawi yule. Ah, unaamini mambo ya kishirikina wewe? Mimi tu mchawi yule.

huko huko jikoni, mkwanza mimi ndo nakaga jikoni. Na wewe kafanya kazi zako huko ndani. Nikeza hapa. Alafu wewe hiyo sketi yako hiyo hizo nguo zako fupi sizitaki mimi. Alo. Mm, sikia mimi nishafika hapa kofanya chap chapuchapu basi, kama dakika mbili tu chapu hapo, sawa fresh basi

Akitukuta nani, bwana? Mara ngapi tunafanya ameshakutukuta. Sasa ngoja ngwambie, wako ushikaji wenyewe jaa, unajua mm -hmm. Kaja nyumbani afu mimi natoka na mpenzi wake sijui nini. Kaja nyumbani? Kaja, anambia nyumbani. Mimi natoka naye. Sema nimemruka, ah. Futi mia moja, mama. Da. Yani katika vijana wote mtaani ndio bana tutachagua. Anachukulia mimi mchezo mchezo ni. Ni kwa kingine bunge huko kina jamba jamba cheche ila wewe baba. Unasikia? Si muanda fi bwana wako yani. Si muogope mshikaji. Yaani mtu mwenyewe muda wote uko kazini. Tusame tu. Ya ule achana. Na sogea kwanza karibu mtoto mzuri. Mambo gani? Sema nini? Mhm. Mm si kama kawaida. Kama kawaida. Sasa hivi sanga. Maana ugwado. Juzi tu baba tumetoka hapo juzi leo na ugwado. Juzi kitu gani? Mimi nachoka basi. Hata utaki kila siku, twende. Tunatoka vipi? Eh, o mara moja leo niona ile sisi ya mtaa wa Mang'ando anaitafuta siku ile. Hebu weka tuone. Hii hapa, mbona nzuri hivyo?

makubwa we mtoto, imekuwaje? Kuna nini kubwa. Kwani mama umechukua saa ngapi nguo yangu wewe? Nini lakini mama mama e, mama jamani, mama. Kanitieni ule kaka wa kienyeji yule, kanitieni jamani, mtoto wangu mimi e, jamani mwanangu, ndio huyo huyo wa kiume. Jamani, bahati mbaya mimi jamani, nimwambia mimi mwanangu asikii, yeye sio mtu mzuri. Nimekuita mwanangu, mambo hapa amebadilika, yaani kijana wangu ukawa kama msichana ana mambo ya kike, kwisha kazi. Nikaona kwa kuwa sio, ulikuja na hasira asira, ukastachukua maamuzi sio, nimekuita unisaidie hili swala. Mwanangu kawa kama binti mke, uma, na jambo la kuchukuliwa mke linauma. Najua kuna kitu eh, umekifanya. Uh, mwanangu nisaidie. HD we HD abe, unaona kazi sio, mwanangu mmekaa wapi? Wewe, Karis, wanja umekaa wapi? Wako nakuuliza wanja umekaa wapi? Ulione baya ndo maana nalichukia. WHD, niambie dadangu mwenyewe. Mama umeona wanawe mama nakwambia tena, hawa wanao nitakuja kuwapiga hawa ione. Ah. Mama nimempenda mkaka ana rangi ya Dubai. Kala Dubai kabisa mama. Ah, utasaidiaje baba? Mama. Nilizani umenitia mambo mengine. Unanitia kuhusu swala la huyu tena? Hey, hilo jambo dogo? Nakuomba unisaidie mwanangu, naomba unisaidie baba eh, nisaidie kufanya eh, so, kazi. Nisaidie mwanangu na kuomba, na so, kushika miguu, baba, nisaidie nisa mwanangu ah, ah, ah, yeah. Na kuomba ah, ah, ah, mwanangu ah.